Ama kurithi mali, huwezi kumrithi wewe mtu babako au mamako mpaka kwanza afe, au kama mtu atakugawa mali yake iko hai, mgawia watoto wake sheria jakataza. Hii haitwi mirathi, madamu yuko hai hii. hmm. hii inaitwa ni baba ama zawadi, mali yake amegawa zawadi, na baada yeye kufa kuna mtu anarithi. Na hiyo wakati anagawa ako hai, lazima agawe kwa uadilifu yuko hadithi mtume salaasallam shekh khalid kaja baba moja kwa mtume kamwambia ee hey, mtume wa Allah nataka nimpe mwanangu fulani nampenda zawadi fulani katika mali yangu mtume asema, na huyu unamba mtoto wako na wengine ushamba asema hapana huyu nampenda sana mtume asema mimi siwezi kushuhudia dhulma na hii ni dhulma